Ni taarifa ya kusikitisha kwa wahamiaji haramu wanaopatikana nchini Marekani, kwa kuwa Trump kipindi ambapo alikuwa katika kampeni za uchaguzi alifahamisha kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais wa Marekani basi atahakikisha kwamba wahamiaji haramu wote wanaopatikana nchini Marekani wanarejeshwa katika mataifa yao. Juhudi na zoezi la kuwakamata wahamiaji haramu ambao walitakiwa kurejeshwa katika mataifa yao tayari limekwisha anza na baadhi yao tayari walikwisha kamatwa na kurejeshwa katika mataifa yao kama vile India, na wale ambao hawakurejeshwa katika mataifa yao moja kwa moja, basi waliweza kukusanywa na kupelekwa katika nchi ndogo inayopatikana katika eneo la Amerika ya Kati inayojulikana kwa jina la El Salvador, ambapo wataikaa hapo hadi pale ambapo watakapochukua maamuzi ya kurejea katika mataifa yao. Juhudi hii inatajwa kulingana na wataalamu katika swala zima la kuweza kuwapa hifadhi wahamiaji. inafahamishwa kwamba kambi ambazo wahamiaji hao walikuwa wamehifadhiwa ni kambi ambazo kwa sasa inaonekana kuwa kuna idadi kubwa ya wahamiaji ambao wamezuiliwa katika kambi hizo na kupelekea mazingira mabovu. Hivyo basi serikali inatakiwa kuwa na mbinu nyingine ili kuhakikisha kwamba wahamiaji hao, pindi watakapowekwa katika kambi hizo, wawe katika mazingira mazuri, aidha waweze kuondolewa katika mazingira hayo na kurejeshwa moja kwa moja katika mataifa yao ili kuweza kuepuka suala hilo kuonekana ya kwamba Marekani, taifa ambalo limeshika bendera ya uhuru kama inavyotajwa, una hifadhi kwa wote, inaweza kuwafukuza wahamiaji ambao wapo nchini Marekani kwa sababu tofauti, ili kuweza kuepuka Marekani kuchafua picha yake katika uso wa ulimwengu kutoa maamuzi mapya ambapo kwa sasa Marekani imefahamisha kwamba mhamiaji yoyote ambaye atakayechukua maamuzi ya kurejea katika taifa lake kwa hiari, basi atapewa kiwango cha dola elfu moja ili aweze kuanzisha maisha mapya pindi ambapo atakapokuwa katika taifa lake akiwa na dola hiyo elfu moja. Kiwango hicho cha dola 1000 kimetolewa ili kuweza kuwavutia wahamiaji kuliko kuishi mafichoni, wajielekeze katika ofisi maalum ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuwarejesha wahamiaji katika mataifa yao kwenda kujiorodhesha na kupokea kiwango hicho cha pesa ili waweze kurejea katika mataifa yao. Ni katika juhudi za kupambana na kile ambacho rais Donald Trump aliweza kutoa ahadi wakati wa kampeni zake za uchaguzi. Katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba ahadi ambazo zilitolewa na rais Trump, miongoni mwa ahadi zake ni kupambana na wahamiaji haramu, kinyume kabisa na kile ambacho kinazoeleka katika mataifa tofauti barani Afrika pindi ambapo wagombea wanakuwa katika kampeni huwa wakitoa ahadi tofauti na ahadi hizo, pindi ambapo atakapoingia katika madaraka huwa kuonekani ni kitu gani ambacho kimetekelezwa, na baadaye ahadi kuto kutekelezwa ndio huwa moja ya sababu ambazo zinapelekea vurugu kuzuka kwa mara nyingine katika mataifa tofauti barani Afrika. Kama unavyofahamu, katika historia Marekani ni miongoni mwa mataifa makubwa ulimwenguni, ambapo katika historia yake hupokea kiwango kikubwa cha wahamiaji wakiingia nchini Marekani kwa njia tofauti huku wengine wakiondoka katika mataifa yao kutokana na sababu tofauti, Marekani huwapa hifadhi wahamiaji hao, na kuna wahamiaji wengine ambao huishi Marekani bila ya kuwa na vitambulisho, aidha ruhusa ya kuweza kuishi Marekani, lakini hufikia hadi hatua ya kuweza kupewa ruhusa ya kufanya kazi ili kuweza kujikimu mahitaji yao katika maisha ya kila siku, jambo ambalo kwa sasa serikali ya Rais Trump imeona ni bora wa wahamiaji hao haramu waweze kurejeshwa katika mataifa yao. Na katika vyombo vya habari viongozi tofauti waliweza kuzungumzia so hilo na kufahamisha kwamba wahamiaji ambao watalazimika kurejea katika mataifa yao ni wahamiaji ambao watakaonekana ya kwamba waliwahi kukiuka sheria aidha ni wahalifu nchini Marekani. Hivyo basi sheria hii ya kuwarejesha wahamiaji haramu kutoka nchini Marekani inawahusu wahamiaji wasiokuwa na vibali na wale ambao wamekiuka sheria mara kwa mara katika ardhi ya Marekani. Wahamiaji haramu ambao wanaoingia nchini Marekani wanaingia kwa njia tofauti. Kuna wale ambao huingia kihalali kabisa kupitia katika viwanja vya ndege tofauti nchini Marekani na kuna wale ambao huingia nchini Marekani kupitia mpaka wa Marekani na Mexico, ambapo wahamiaji wengi huingia kutoka barani Afrika, huingia nchini Brazil, aidha katika visiwa vya Caribbean, na kutafuta njia na wale ambao watakaoweza kuwasaidia kutoka katika mataifa haya ya Amerika Kusini hadi Mexico, na kuanza mchakato mwingine kimagendo hadi kufaulu kuingia nchini Marekani. Mpango huu wa kutoa dola elfu moja kama zawadi, aidha kianzilishi cha maisha mapya kwa mhamiaji ambaye atakayechukua maamuzi hayo ya kurejea katika taifa lake ni pendekezo na uamuzi ambao uliochukuliwa na shirika la masuala ya forodha na wahamiaji linalojulikana kwa jina la ICE ambalo linasimamia mswada huo na kufahamisha kwamba ni kiwango kikubwa cha pesa kitakachotolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi aidha mpango huu wa kuwarejesha wahamiaji katika mataifa yao una faulu. Vilevile utakumbuka ya kwamba katika mataifa tofauti, sio tu Marekani, mataifa mengine barani Ulaya yalikwisha tangaza na kuanza harakati hizo za kutoa kiwango cha fedha ili kuwashawishi wahamiaji ambao wanapatikana katika mataifa hayo kuweza kuondoka baada ya kutangaziwa dau. Kwa mfano, nchini Uswidi inafahamishwa kwamba ni kiwango cha dola zisizopungua elfu ishirini na tano hupewa mhamiaji ili aweze kurejea katika taifa lake. Na takwimu zinafahamisha kwamba kiwango cha wahamiaji haramu nchini Uswidi kimepunguka kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na kipindi ambacho kulikuwa bado sheria hii haijaanza kutekelezwa. Katika mataifa mengine, kwa mfano kama vile Lithuania, huwa ikitoa pia kiwango cha dola elfu moja ili kuwashawishi wahamiaji, eidha kumpa kama dau mhamiaji ambaye atakayechukua uamuzi wa kurejea katika taifa lake. Wahamiaji haramu nchini Marekani wanaishi katika hali ya kujificha. Hivyo basi, ili kuwatoa katika hali hiyo ya kuishi na wasiwasi, ni vyema wahamiaji hao waweze kukubali kupokea kiwango hicho cha dola 1000 na kugharamiwa nauli ya tiketi ya ndege hadi kuweza kurejea katika mataifa yao. Na tayari kumekwisha tolewa tangazo ambalo linafahamisha kwamba mhamiaji yoyote ambaye hajajiorodhesha kutaka kurejea katika taifa lake kile kitakachomkuta asiwe na lawama kwa yoyote ile. Inatajwa kwamba ni fursa ambayo wahamiaji wanapewa ili waweze kurejea katika mataifa yao kwa hali ya usalama na utulivu. Na mashirika ya kutetea haki za binadamu yanafahamisha ya kwamba yapo mashirika ambayo yatafadhili makundi ya mawakili watetezi kwa ajili ya kuwatetea wahamiaji ambao hawatokuwa na uwezo wa kuweza kumlipa wakili ili kuweza kukabiliana na kile ambacho inatajwa kuwa ni wahamiaji haramu ambao wanaotakiwa kurejeshwa katika mataifa yao kwa nguvu, wakati ambapo watakuwa hawakujiorodhesha katika ofisi maalum ambazo zimeandaliwa ili kuweza kuandaa safari zao na kupewa kiwango hicho cha dola elfu moja mabaharia ambao wametumia kiwango kikubwa cha pesa kufadhili safari zao kuelekea nchini Marekani wanafahamisha kwamba kiwango hicho cha dola elfu moja ni kiwango kidogo mno hakiwezi kuwashawishi wao kuweza kupokea dola elfu moja na kurejea katika mataifa yao, kwa kuwa katika safari zao walitumia zaidi ya dola elfu tano hadi kuingia nchini Marekani. Hivyo basi kwao itakuwa ni vigumu kuweza kuchukua maamuzi ya kupokea dola elfu moja na kurejea katika mataifa yao. Inaonekana ya kwamba bado hali ya mshike mshike itaendelea kuwa tete nchini Marekani kati ya polisi maalum kwa ajili ya kuwakamata wahamiaji haramu na wahamiaji haramu ambao wana dai ya kwamba hawawezi kuondoka nchini Marekani wakati ambapo walifadhili kiwango kikubwa cha pesa ili kuweza kufanikisha uwepo wao nchini Marekani. Shirika hili la ICE ambalo linahusika na forodha na wahamiaji limefahamisha kwamba hadi kufikia sasa tayari ni wahamiaji wasiopungua 1017 nchini Marekani wamekwisha jiorodhesha katika ofisi hizi maalum kwa ajili ya kuwasafirisha wahamiaji hao, kuwa tayari ya kwamba wakati wowote wapo tayari kuweza kusafirishwa na kurejeshwa katika mataifa yao. Katika mitandao ya kijamii inatajwa ya kwamba uamuzi huu umechukuliwa baada ya kugundulika ya kwamba katika kambi ambazo wahamiaji walikuwa wamewekwa ni kambi ambazo tayari idadi ya watu ambayo ilikadiriwa kuwa watakuwa wakiishi katika kambi hizo kuzidi kwa kiwango kikubwa, na huduma katika kambi hizo kuwa hazifai kutokana na idadi kubwa ya wahamiaji. Hivyo basi imeonekana ya kwamba ndio sababu ambayo imeonekana ya kwamba wahamiaji hao tayari inatakiwa wapewe dola elfu moja kama kuwashawishi wakubali kuondoka nchini Marekani. Mpango huu kama tumevyokufahamisha hapo awali, tayari ulikwisha tekelezeka katika mataifa tofauti barani Ulaya. Kwa mfano nchini Ufaransa tayari wahamiaji kutoka katika mataifa tofauti barani Afrika katika ukanda wa Afrika Magharibi kama vile Mali na Senegal na Ivory Coast waliwahi kujiandikisha ya kwamba watapewa pesa pindi ambapo atakapokubali kuondoka nchini Ufaransa na kurejea katika mataifa yao. Tayari waliandaliwa safari zao, waliondoka nchini Ufaransa, walipofika nchini Ivory Coast hawakuweza kupewa pesa hiyo, na kuweza kutoa taarifa kwa wahamiaji ambao tayari walikuwa nchini Ufaransa ambao walikuwa wameshajiorodhesha ili waweze kurejea katika mataifa yao kwenda kupokea pesa hiyo ambayo wameahidiwa na mashirika ya kutoa msaada kwa wahamiaji. Wahamiaji hao waliamua kusepa na kuendelea kuishi kinyemela nchini Ufaransa, baada ya kusikia kwamba wale ambao waliondoka kuelekea nchini Evercost hawakuweza kupewa pesa. Ni jamii sana utamaduni. Unasemaje kuhusu mpango huu wa Marekani, dola elfu moja kama dao, iwapo takubali kurejea katika taifa lako ili kuweza kuanza maisha mapya na dola hiyo elfu moja? Tuachie mtazamo wako.